Signed... mawaziri wa mambo ya nje wa DRC na Rwanda wamesaini makubaliano hayo huko Washington, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kumaliza hali mbaya ya usalama inayoshuhudiwa mashariki mwa taifa hilo. Makubaliano haya yanaonekana kuleta mwanga mpya, kitu ambacho kinamgusa Rais Tshisekedi ambaye anasema huu ni mwelekeo mpya kwa taifa hilo. Wakti Rais Tshisekedi anaona kuna dalili za ustawi mpya wa taifa lake, umeendelea kuwa na juhudi nyingine zinazosimamiwa na Umoja wa Mataifa UN ya kuhakikisha amani inapatikana mashariki mwa taifa hilo. Juhudi hizo zimeongozwa na mkuu wa MONUSCO Bintou Keita ambaye amekutana na kundi la m kwa ajili ya kuangalia namna njema ya kupata amani ya kweli. Machafuko ya mashariki mwa DRC imekuwa sababu ya uwepo wa wakimbizi wanaopata hifadhi katika nchi za Rwanda na Burundi. Tangu walipokimbia taifa lao, wananchi hao wamekuwa wakiishi kwenye makambi, lakini moja ya kilio chao ni kukosa chakula kwa viwango vinavyotakiwa kuishi. yenye tunaishi ni shida tu, haiharizisha sababu. Sunaona, mimi sinasema niko mama watoto nane, mama watoto nane, ninalala hapa, tunalala hapa, hakuna make. maisha iko sio nzuri kabisa, hairizisha. DRC na Rwanda zimekuwa zikishutumiana kuhusiana na ufadhili wa kundi la M23, kitu kilichosababisha kutokuwepo kwa uhusiano mzuri wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili. Nordin Selemani, Azam News.